Mmoja akifanya makosa ni uongozi wa wanawake wote. Naam, kingine ko chama cha ODM kinasema kwamba kimeanza mikakati ya kujipanga kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Naam, kinara wa chama hicho Oburu Odinga na katibu wa chama hicho Edwin Sifuna wanasema wako tayari kufadhili mgombea wa urais atakayepeperusha bendera ya chungwa. Sifuna kipuzilia mbali madai ya Rais William Ruto kwa upinzani hauna makali ya kumenyana naye baada ya kifo cha hayati Raila Odinga. Naam, ODM vilevile inashikilia kwamba itaendelea kuwapigia debe wagombea wa wake kwenye chaguzi ndogo Kote nchini. Ikifika mwaka 2027 tutapeleka mwelekeo vile ulivo, but hata iwe itakavyokuwa, tusikubali kuanzia sasa mpaka mwaka 2027 tuwe divided in any way. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027. Hiyo <laughs> <laughs> uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema, oh, ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa simba ni nini? Simba ikifika 2027 na nyinyi mkugangari, you can either form the government or you will be in government, we are but we are not going to be a party which will be out of government. Na mtazamaji muungano wa chama